Mchana tayari watumishi wako wanasimama, kwa sababu wana mizigo, na neno lako inasema njoni nyinyi nyote wenye kulemewa, hii mizigo ya mahitaji tunaileta mbele zako Bwana, tunawaombea, wapatie kutulia, wasikie kabisa, wanapumua. Kuna wengine ambao hawasinzi yake tena kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo inawasumbua mawazo, inaenda mbali, utulize mawazo yao, manunguniko inakuwa mengi Bwana, tunawaombea, uwakutane walio na magonjwa na shida mbalimbali. Tunawaombea Bwana, ule kuzitatua mambo yote ile ambayo adui yamepanga, tunaipangua vita vya kiroho na vita vya kimwili Bwana, uvishughulikie vilivyo, kwa sababu imeandikwa vita ni vya Bwana. Ama wewe haukomboe kwa wingi wa watu, kwa sababu neema yako ya tosha ili utende muujiza. Na ndio maana Bwana, tunaomba ili ujitukuze kwa mahitaji yote Bwana. Kwa wale ambao wanahitaji kuoa na kuolewa, wanahitaji uzazi, wanahitaji uponyaji, nyumba na mambo mengine na kazi, wale tunawaombea uende kuwakumbuka na kuwabariki zaidi kuliko maombi ambayo tunayaomba. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae na kila mmoja wetu. Amen, amen. Mungu awabariki.